Karibu kwenye Mseto Plus ya leo Novemba 13, 2025. Dakika kadhaa tu za kutizama taarifa mseto kutoka pembe tofauti za ulimwengu. Hii ni Nukta TV, langu jina ni Sau Ezra Ngumbi, mtayarishaji ni Gule Gustav. Tafadhali ambatana nami mpaka tamati. Rais wa Tanzania, Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kumwapisha Dr. Mwigulu Nchemba kesho Novemba 14 kwa Waziri Mkuu wa Tanzania baada ya kupitishwa na wabunge. Dr. Mwigulu Nchemba ameteuliwa leo Novemba 13 kwa Waziri Mkuu na amethibitishwa na wabunge kwa kupata kura 369 kati ya kura 371, ambapo kura mbili ziliharibika. Jina la Dr. Mwigulu kuwa Waziri Mkuu wa Tanzania limewasilishwa bungeni Dodoma leo na mpambe wa Rais ADC Brigadier Generali Nyamburi Mashauri na kusomwa na Spika ug Musa Azen Zungu. Mwigulu ambaye pia amewahi kuwa waziri wa fedha kwa awamu mbili zilizopita na kuwa waziri mkuu wa kumi na mbili akichukua nafasi ya Kasim Majaliwa aliyohudumu nafasi hiyo kwa miaka kumi iliyopita chini ya rais wa awamu ya tano John Pombe Magufuli na baadaye Rais Samia Suluhu Hassan baada ya mtangulizi wake kwa mujibu wa katiba ya Tanzania, waziri mkuu huteuliwa na rais anayeingia madarakani ndani ya siku 14 tangu kutangazwa kwa matokeo ya urais. Kiongozi huyu wa juu zaidi serikalini anapaswa kuwa mbunge wa kuchaguliwa kutoka katika jimbo la uchaguzi katika chama cha siasa chenye wabunge wengi, na ikiwa hakuna chama cha siasa chenye wabunge wengi, anayechaguliwa ni yule anayeelekea kuunga mkono na wabunge walio wengi zaidi. Kwa kutekeleza matakwa hayo ya kikatiba, nimemteua Mheshimiwa mheshimiwa Daktari Mwigulu amekinchemba. Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi ametangaza rasmi baraza jipya la mawaziri, hatua inayoashiria kukamilika kwa safu kuu ya uongozi wa serikali ya awamu ya nane muhula wa pili. Akizungumza katika hafla ya kutangaza baraza hilo leo Novemba 13, 2025, Dr. Mwinyi amesema kuwa uteuzi wa baraza hilo umezingatia vigezo mbalimbali ikiwemo uwiana wa kijinsia elimu uzoefu na uwakilishi wa pande zote za Unguja na Pemba. Katika baraza hilo jipya zimeongezeka wizara mbili na kufanya idadi kuongezeka kutoka 18 hadi ishirini. Kwa mujibu wa rais Mwinyi, wizara hizo ni wizara mawasiliano na teknolojia ya habari na ubunifu, iliyotokana na mgawanyo wa wizara ya ujenzi, mawasiliano na uchukuzi, na wizara ya vijana, ajira na uwezeshaji, iliyoundwa kutokana na mgawanyo wa ofisi ya rais, kazi uchumi na uwezeshaji. Hata hivyo, rais Dr. Mwinyi ameongeza kuwa nafasi nne za uwaziri zimeachwa wazi kwa chama cha ACT Wazalendo kwa muda wa siku tisini hadi pale watakapokubali kujiunga na Serikali ya Umoja wa Kitaifa. Kwa hiyo nafasi zao katika baraza hili la mawaziri ni nafasi nne, nimeamua kuziacha wazi bila uteuzi, nafasi hiyo mpaka pale tutakapokubaliana. Aidha wanaingia kwenye serikali ya umoja wa kitaifa a wabunge wa Tanzania umemchagua Daniel Sillo kuwa naibu spika wa bunge baada ya kupata kura zote 371 sawa na asilimia mia moja za ndio zilizopigwa na wabunge 371 waliohudhuria kikao hii leo uchaguzi wa Sillo umefanyika kwa mujibu wa katiba ya Tanzania inayobainisha kwamba naibu spika atachaguliwa na wabunge kutoka wabunge waliochaguliwa na kupigiwa kura baada ya kupendekezwa Sillo ni mbunge wa jimbo la Babati Vijijini, ambaye kwa uzoefu pia amewahi kushika nafasi mbalimbali ikiwemo mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge la bajeti. Leo Novemba 13, ulimwengu unaadhimisha siku ya kimataifa ya huruma ama kufanya matendo mema. Siku hii ilianzishwa mwaka 1998 na wanaharakati waliokuwa wakihamasisha jamii kufanya matendo hayo, ikiwa ni pamoja na muungano wa mashirika yasiyo ya kiserikali ya mataifa mbalimbali. Mataifa mengi huadhimisha siku hii kuanzia barani Ulaya, Amerika, Afrika na hata Arabuni. Ujumbe mwaka huu wa 2025 unabakia kuwa ule ule kwamba kila tendo la fadhila bila kujali jinsi linavyoonyeshwa kuimarisha mtandao wa nia njema inayounganisha jamii. Vipi? Kwa upande wako umetenda jambo gani jema leo? Ama wewe ni mwema kila siku? Kama ndio, Hongera sana, na huo ndio mwisho wa Mseto Plus ya leo Novemba 13, 2025. Asante kwa kuitegea sikio na kuitizama. Langu jina Ngumbi ni Sawezera Ngumbi, mtayarishaji ni Gulda Gusta. Mpaka wakati mwingine, bye. Bye.